mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam. Kiukweli tupo katika zama za mwisho, zama ambazo yanajitokeza mambo mengi sana yanayosingiziwa ndani ya dini yetu ya Uislamu. Zama tulizokuwa nazo ndio zama alizosema mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Inna min ashraati saa, hakika katika dalili za kiyama zimekaribia. Ayurfa alilmu ilmu, ilmu itaondolewa. Wa anyadhhara aljahlu, na ujinga utakuwa mwingi. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, hizi ni zama za mwisho sana tulizokuwa nazo. Mara zote tulizoea kwa wale ambao wasiokuwa Waislamu, ndio watu ambao viongozi wao wanahamasisha swala la ushoga. Mara nyingi huwa tunazoea kwa wale ambao wasiokuwa Waislamu na tunawalalamikia sana kwamba viongozi wao ndiyo sababu, wao wanahamasisha ushoga mpaka kufikia mahala kubariki ndoa za jinsia moja. Nataka niwaambie, lakini ni mipango ambayo imetengenezwa mipango hii kama wezetu Roman Empire walivyoamua kuingia katika kivuli cha imani, wakaanzisha Roman Catholic Churchi kwa sababu ya kuyaendea yale mambo ambayo wanayahitaji. Wanataka wayaingize kupitia katika njia ya imani, kwa sababu ikiwa yatakubalika kwa njia ya imani, basi yatakuwa na wafuasi wengi, kwa sababu wao waliamini watu wa imani wana wafuasi wengi. Ndipo mikakati ikatengenezwa, mnamo mwaka 323 pale Nicea akachaguliwa papa ambaye ataikuja kuiongoza dunia kwa maslahi ya imani ya watu fulani, hapo Roman Catholic Church, lakini sio kwa mafundisho ya Biblia, na watu watatakiwa wakubaliane kwa kile ambacho papa anachokwenda kukisema. Kwa hiyo leo tumeona mara nyingi sana viongozi wa huo upande wa pili wanahamasisha ndoa ya jinsia moja, wanahamasisha mambo mbalimbali mbali ambayo katika Biblia hayapo. Lakini bil asaf shadid, baada ya kuingia katika imani hiyo ya wenzetu na kuona wanafanikiwa kwa namna ya kuendesha vile wanavyotaka utaratibu wa kwa wao ufatwe dunia leo, sasa umeanza kuingia katika Uislamu na sisi Waislamu sasa tunatengenezewa Magrupu mbali mbalimbali tunatengenezewa vikundi mbali mbali ili kuhamasisha matumizi ambayo Mungu ameyakataza yasitumike, wao kutaka kuyaingiza katika njia ya imani ili kuonyesha kwamba haya yanafaa kutumika na vitabu vinakubali. Ndugu zangu, wiki mbili tatu nyuma kumekuwa na malumbano makubwa sana, imani hiyo inaingizwa katika viongozi wa kishia viongozi ambao mtu mmoja anaitwa Jalala au wengine wanapenda kumwita dampo, yeye sasa ameamua kuweka wazi. Kwa muda wa miaka yote alikuwa anatafuta namna gani jambo hili la upinde wataweza kuliingiza katika imani ya Kiislamu. Sasa ameamua kuweka wazi namna ya imani yao ilivyo kwamba wao wanakubali hilo jambo la mwanamke kuingiliwa kinyume na maumbile. Nini wanachokifanya ndugu zangu wa Kiislamu? Hawatoishia hapo, bali wanachokwenda kufanya kwa sababu wanaruhusu mwanamke kuingiliwa kinyume na maumbile katika njia yake ya nyuma Mwisho wa siku watakwenda na kukaa na kuwaza, ikiwa njia ya nyuma mwanamke anafaa kuingiliwa, basi watu wakishakubaliana na hilo, watakwenda kugeuza na kusema sehemu ile ile ambayo anayofaa kuingiliwa mwanamke, basi hata mwanamme sehemu hiyo anayo, basi itabidi kwamba waweke kwamba na mwanamme naye anapaswa kuingiliwa katika maumbile yake ya nyuma watakuwa, dunia imefanikiwa katika kueneza ushoga kupitia katika njia ya imani. Lakini bahati mbaya kwamba hawatoweza kufikia lengo hilo kwa Waislamu, kwa sababu ndani ya Uislamu huwezi kuingiza kitu chochote, kwa sababu Uislamu umeshakamilika na Qur'ani imeshakamilika na mfasiri wa kwanza wa Qur'ani ni mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama Mungu anaposema, tumekuteremshia Qurani Muhammadi litubayyana linnasi manuzila ilaihi, ili kuwaekea wazi watu nini walichoteremshiwa. Sio kuwasomea, kuwaekea wazi. Kwa maana mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad yeye ndiye anayekwenda kutafsiri makusudio na malengo ya Qurani au makusudio na malengo ya maneno ya Mwenyezi Mungu katika aya hii anakusudia nini? Kasema, fahuduhu, chukweni. na ndiyo maana Qurani ikasema wamaatakumurasulu fahudhuhu, anayokupeni bwana mtume Muhammad yachukueni na yale anayokukatazeni katakatazeni nayo. Kwa maana hiyo Muhammadi au Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndiye ambaye anakuja kutufundisha namna ya kuielewa Qurani bil asafi shadidi. Wakati namwangalia bwana Jalala au bwana Dampo yule, wakati anatafsiri na Qurani na kudai kwamba Qurani yenyewe ndiyo inaruhusu, ameshtaka tuishtumu Qurani eti kwa sababu Qurani ndiyo inaruhusu tushiwastumu hao Mashia. Qurani haiwezi kuruhusu vitu hivyo, Mungu hawezi kusema vitu hivyo, wala sio halali na havijapatwa kusema. Leo nataka tupite katika aya ambayo yeye ameinasibisha aya hiyo kuwa ndio moja katika aya ambayo inaruhusu mwanamke kuingiliwa katika sehemu zake za nyuma. Aya hiyo, ndugu zangu wa Kiislamu, inapatikana katika sura ya pili aya mia mbili na ishirini na tatu sura ya pili aya mia mbili na ishirini na tatu ambayo aliyoisoma yeye baada audhu billahi min ashaitani rajim bismillahi rahmani rahim, Mwenyezi Mungu anasema katika Qurani, nisaukum haruthu lakum, wake zenu ni mashamba yenu. Alipita kwa tafsiri hiyo hiyo ambayo mimi na tafsiri alisema wake zenu ni mashamba yenu, akaonyesha kwamba Mungu amewafananisha wake zetu na mashamba yetu, akasema faatu harthakum anna shiitum, yaendeeni mashamba yenu. Akatafsiri tafsiri karibu ya tatu, moja ikiwepo mahala popote mtakapo moja vyovyote mpendavyo. Na mwisho alifika mahala akasema, asilaumiwe yeye, bali hii ndiyo lugha ya Kiarabu iliyotumika. Kwa hiyo tukitafsiri kokote mpendako, maana yake alitafsiri, unaweza ukamwingilia mwanamke kichwani, unaweza ukamwingilia mwanamke masikioni, unaweza ukamwingilia mwanamke puani, na unaweza ukamwingilia mwanamke katika matundu yote hii ndiyo tafsiri aliyoileta yeye, kwa maana Mungu aliposema wanawake ni mashamba yaendeni, mashamba yenu neno anna shiitum, akasema kokote mtakako. Watukufu wa Kiislamu, ukichunga haya maneno matamu mazuri ambayo Mungu kayasema maneno haya, ukitaka kuyapata vizuri, uanze sura ya pili aya mia mbili ishirini na mbili hapa, utafunga hutotaka kwenda kwenye hadithi wala hutotaka kwenda kwenye tafsiri za maulamaa. Qurani yenyewe kwa aya hii kislamu, aya hii inajitosheleza ndugu zangu wa Kiislamu, aya mia mbili ishirini na mbili Mungu anasema kumwambia mtukufu wa daraja bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, walikuwa maswahaba wakati wanawaingilia wake zao katika tupu zile za mbele, walifika mahala wakakutana na ada ya mwanamke, kwa maana pale mahala pakawa panatoka hedhi kiasi ambacho sasa wakawa hawajui, je, wakati ile damu inapotoka wataweza kuwaingilia hao wanawake hao wake zao? ndipo walipomfuata mtukufu wa daraja bwana mtume Muhammadi sallallahu salam, na wakamuuliza, ambapo Mungu anasema katika Qurani, wayasalunaka anil mahis, huwa desturi yao, huwa wanakuuliza pale mahala panapotoka hedhi. Sikiliza tafsiri, wayasalunaka anil mahis, wanakuuliza mtume Muhammadi kuhusiana na pale mahala panapotoka hedhi. Kul, waambie, huwa adha, hiyo hedhi ni uchafu na mahala hapo panapotoka hedhi kwa kipindi hiko ni pachafu. Sikiliza tafsiri hii, huwa adha, hiyo hedhi ni uchafu na mahala hapo panapotoka hedhi, pakiwa panatoka hedhi basi kipindi kinapochotoka hedhi napo ni pachafu, nini? Akamwambia, fatazilu nisaa filmahid, jitengeni na wanawake katika hedhi. Ukitafsiri hivi utakuwa unakosea japokuwa ni saa hapa imekuja kama mafuulu mbihi mansubu, lakini ukisema jitengeni na wanawake wakiwa katika masiku ya mahedhi, maana yake utatakiwa ulale chumba chako na mwanamke alale chumba chake, kwa maana mjitenge kabisa. Lakini maneno yaliyokuwa mazuri kwa tafsiri ya hapa aliyotafsiri bwana Mtume Muhammadi, maana yake fa'tazilu dukhuli nnisai fil mahidhi, jitengeni na kuwaingilia wanawake wakiwa katika siku za hedhi, si kujitenga nao kwamba kulala tofauti. Aa, Mtume akasema jitengeni nao kuwaingilia wanawake wakiwa katika masiku ya hedhi. Kwa hiyo kumbe Qur'ani inatuambia tujitenge na wanawake wakiwa kuwaingilia wakiwa katika zile siku mahala ambapo tunahitaji kuingia, panatoka hedhi. Tena akasema Mwenyezi Mungu, wala taqrabu hunna, ukitafsiri usiwakaribie utakosea, wala msifanye nao jimai hao, hata yathurna mpaka watwaharike, pale mahala pawe safi, ndipo mnaweza kufanya nao jimai. Faidhaa tatwaharna, wakishatwaharika pale mahala hapatoki tena uchafu, pakishatwaharika pale mahala hapatoki uchafu, wao wametwaharika, fa atuhunna, basi waendeeni wanawake hao, waingilieni wanawake hao min haithu amarakumullahu, katika sehemu ambayo Allah amewaruhusu. Hii tafsiri inajitosheleza bila kutafuta hadithi wala maneno wanazuoni. Waendeeni wanawake hao katika hali pale mahala ambapo Allah amewaruhusu. Ukisikia neno kuruhusiwa, mafuhumu mukhalafun, kufahamu kwa kinyume, maana yake kuna mahala ambapo hatujaruhusiwa. Ndio tafsiri ya aya, basi waendeeni kupitia mahala ambapo Mungu amewaruhusu. Ukiona neno linakuja kuruhusiwa, manake papo mahala ambapo Mungu hajaturuhusu, kwa sababu kuamrisha kitu ni kukataza kinyume chake. Kuamrisha kitu mtu kufanya manake ni kukataza kinyume chake. Sasa hii aya inajitosheleza kwamba twende mahala ambapo Allah ameturuhusu maana ya kuruhusu papo mahala pengine Mungu hajaturuhusu. Dampo una feli wapi? Tena Mungu akasema inna Allaha yuhibbu tawwabin, Mungu anapenda wenye kutubia. Kama mlikuwa mnawaingilia hao wanawake katika mahala sipo au mkiingia katika hizo wakiwa katika hedhi, basi Mungu anawapenda watu wanaotubia na wanapenda na wapenda watu ambao wanaojitwaharisha wanaokuwa safi, wanaoingia mahala palipokuwa safi. Ukielewa maneno haya, ndipo aya ya chini sasa inakuja. Na sababu ya aya hii Waislamu kuja, wale muhajirina walipofika kule kwa ndugu zao, walifika mahala, wengine wanaacha mke, wanamwambia oa wewe, kwa mapenzi ya udugu ya Uislamu. Sasa wale Muhajirina walipokuwa wawaingilia wale wanawake walikuwa wanawaingilia kwa staili mbalimbali mbali. walikuwa wanawaingilia kwa mitindo mbalimbali mbali. Wale hawakuzoea hayo mambo ndipo wakaanza kuona shaka kwamba vipi, tunaingiliwa kwa mfumo huu wa kugeuzwa wa staili? Ndipo walipomuuliza mtukufu wa daraja bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, je, staili hizi ndiyo sahihi? Wakati mtume hajajibu Mungu akateremsha aya nisaukum harthu lakum, wake zenu ni mashamba yenu. Hapa kuna mfano wa wazi kabisa, wake zenu ni mashamba yenu. Mungu anasema mke wako kamfananisha na shamba. Wake zetu wamefananishwa na shamba, kipi walichofananishwa mpaka mwanamke afanane sawa sawa na shamba? Kuna swali la kujiuliza. Unaposema sheshafi ni simba wa mtaa huu, lazima utafute. Sheshafi ni mwanadamu na simba ni mnyama tunaposema sheshafi ni simba wa mtaa huu, sharti tujue kufanana kwao katika nini, mpaka huu tunamwambia simba, wamefanana katika nini? Kwa hiyo hapa kuna vitu vya kufananisha, ukivijua hivi hautopata taabu tena. Mungu anamfananisha mke sawasawa sawa na shamba, lazima tutazame shamba lina nini na mwanamke ana nini, mpaka mwanamke afanane na shamba dampo? Bwana, lazima uelewe Bwana Jalala, kinachosemwa katika Qurani Mungu anaposema wanawake ni mashamba yenu. Shamba, shamba ni nini? Shamba ni mahala ambapo unapootesha mbegu, unatarajia zile mbegu kukua ili uvune. Shamba ni mahala ambapo unapootesha mbegu, unahitaji mavuno. Shamba ni mahala ambapo unapopanda, panahitajika wewe uvune. Mungu kwa kitendo hiko. Sasa kwa mwanamke, napo papo mahala ukipanda mbegu zako patazalisha ama pataotesha. Pataotesha nini? pataotesha mtoto. Utavuna nini? Utavuna mtoto. Pale mahala ndo mungu paka akapaita shamba, kwa maana shamba ukipanda unavuna. Kwa mwanamke ndapo papo mahala ambapo ukipanda, ukitia mbegu unavuna. Tuambie Jalala, ni mahala gani kwa mwanamke ambapo ukitia mbegu unavuna? Dampo, acha kudanganya watu. Kwa hiyo hapa pamefananishwa na shamba. Tayari tumeshajua kwamba shamba pakipandwa mavuma mazao panaota. Kwa mwanamke, tupatafute sasa wapi unapoweka mbegu zako panaota. Je, sikioni ukitia mbegu pataota? Kichwani ukitia mbegu pataota? Puani ukitia mbegu pataota Mdomoni ukitia mbegu pataota? Sehemu ya nyuma ya mwanamke ukitia mbegu pataota? Jibu la sehemu ya mbele ya mwanamke, unapopanda mbegu, unapomwaga yale manii yako, pale ndipo pale panapatishwa mtoto. Kwa hiyo sehemu ambayo kwa mwanamke panapopandwa mbegu alafu pakaota ni sehemu ya siri ya mbele ya mwanamke. Hapa ndipo pamefananishwa kuwa ni shamba, hakuhitaji hadithi wala nini. Yaani akasema faatu harthakum annashiitum, yaendeeni hayo mashamba yenu vyovyote mpendavyo. Shamba tushalifahamu ni sehemu ambapo pakipandwa panaota mavuno, pakipandwa panaota mazao namna ya kupanda utajua wewe, lakini unapopanda sharti upande pale panapoota mazao shambani. Ukiamua kuchotama mbegu zako kazipande shambani, ukiamua kusimama mbegu zako kazipande shambani, ukiamia nyuma nyuma mbegu zako kazipande shambani pale shambani hauwekewi kanuni ya namna gani utapanda mbegu zako, lakini zile mbegu unazopanda sharti upande shambani. Kwa mwanamke tumeona sehemu ya siri ya mbele ndiyo shamba. Sasa namna ya kupanda zile mbegu katika lile shamba hatukuwekei sheria, Mungu hajakuwekea namna gani ya kupanda. Ukiamua kuchotama, lakini baba utokee shambani ukiamua kuinama baba, utokee shambani. Ukiamua kinyume nyume, baba, utokee shambani. Kila unachoamua lakini, sharti utokee shambani, ambapo pale sasa ndipo panapoota mazao. Ndio anashitum popovyo vyote, mpendavyo lakini, wakadimu li anfusikum, na tangu zeni heri katika nafsi zenu kwa nini? Ni pale mtapopata watoto, watapokuja kuwasaidia. Najueni wattaqullaha, lakini wakati mnafanya hivyo, muogopeni Mwenyezi Mungu, usipindishe ukapeleka mahala pengine, muogopeni Mwenyezi Mungu. Na alamu najueni anakum, kwamba yeye Mwenyezi Mungu mulaquhu, mtakutana naye. Wabashiril muminin, na Mtume anawaambia awape bishara njema waumini. Bwana dampo, bwana Jalala, usidanganye watu. Uislamu haudanganywi, Qurani haidanganywi. Usitake kumzulia Mungu uongo, wala usitake kumzulia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa salam uongo. Ni waase Waislamu tuchukue tahadhari na hawa jamaa, hawana nia nzuri na dini yetu. Ni watu waliokuswanya na kuwekwa na kuahidiwa labda mambo makubwa kupoteza vizazi vyetu na wanawataka sana vijana hususan wale masela, wanajua masela wakiwaambia mchezo huu mtakimbilia sana. Ni haramu na Mtume akasema kwa kupigilia msumali, laana Allahu man ata mraatahu, mraatahu fi duburiha, amelaaniwa na Mwenyezi Mungu mwenye, mwenye kumwendea mke wake kinyume na maumbile mwenye kumwendea mke wake kinyume na umbile. Nami nimeamua niseme mawili matatu ili kufikisha kwenu, ili mradi niwe nimefikisha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuanze.